Sasa anasema mtume alirogwa. <clears throat> Unaona alichokisema, kwanza hakusema Muhammad alirogwa mwenyewe, kasema mtume alirogwa. Kwa hiyo anakubali Muhammad ni Mtume, lakini kalogwa. Sasa jibu: ndiyo, ndiyo, kama vile Yesu alivyouawa msalabani. Sasa wewe unachekecha, Mungu aliyeuawa binadamu akafa, na mtu aliyelogwa akasurvive. Chagua wewe unafata wapi? <laughs> Waislamu, takbiri. Unajua, mimi tensheni yangu tensheni yangu nilikuwa nadhani kwamba Muhammad kaloga, ndio maana nilikuwa naogopa kumbe yeye kafanyiwa. Sasa mbaya sio aliyofanyiwa, mbaya ni yule aliyofanya. Sasa tunauliza kwani manabii wangapi waliugua? Ayubu alipigwa na shetani akamalizika kila kitu, lakini hajasema hapa hajasema hapa Yesu ambaye Wakristo wote wanamwamini, kapigwa tena, inasemekana ni Mungu kapigwa na waliyemuumba. Tena ni afadhali Mungu angeweza kusurvive mpaka akaamua kufa. Sasa kipi rahisi wa Kristo, kumfata nabii aliyelogwa na wanadamu, au kumfata Mungu aliyewaumba wanadamu alafu akamuua? Sasa unachagua wewe pa kufata.